Jambo tu kupitia Jubilee, mzee Laila Amolo Odinga alikuwa amepatiwa 1.3 million votes kupitia Jubilee. Ruto kutoka kwa mlima alikuwa amepata 3.7 million votes. Fanya hesabu 1.3 plus 3.7, ngapi? 5 million votes hizo wamejitoa, wamezitoa wakasema hawataki 5 milioni votes na zimeingia kwa Matiang'i. <laughs> Vile nataka kuambia mimi nikiwa hapa, kwa sababu tumete kule kwa mlima, wao wameamua ya kwamba their presidential candidate kupitia Jubilee ni Fred Matiang'i. Na je, hapa Mombasa Muko waje? Na wagapi tuone tu kwa mkono kama kunao. Now we are saying, let people register na waende watengeneze wa vyama vyao, lakini sisi tuko katika Jubilee kama Kanini Kega was nominated na Uhuru. Sabina Chege was nominated by Uhuru, na karamu yangu na wao ndio wameenda kotini, wametuletea shida miaka miwili, pesa chugu nzima zimetumika pale kotini. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu, leo hapa tuko na tuko na chama chetu cha Jubilee, mambo tumepanga, na najua vijana wangu mnyamwezi wako pale, wanaelewa mimi nasema nini kule. Mjambere kule, Kisauni, Magogoni, Mtopanga, Junda, Shanzu wako hapa eh? Mwakirunge. In fact tumechanganya viongozi wametoka sehemu zote, na najua ni hivyo imefanywa hapa na hivyo imefanywa pia kule Likoni, sub county zote we are going to paint Mombasa red.